Hiyo naitwa Nkwama, tuwajadili bakteria na namna tutakavyojilinda dhidi yao, au sio? Au sio bana? <laughs> Hivi ndivyo bakteria wanavyosambaa. Jichunge jiazari, usijekumba balaa. Vimelea wa maradhi wapo kila kona, usikalili mbinu moja tu ya kujilinda. Ngoma nao mikono kabla ya kwanza kula vinono Jichunge jazali usiwe kichwa migomo. Uchaguzi mzuri wa vyombo kukatia mboga matunda mbalimbali mbali, kabichi nyama na mboga. Vipo baadhi ya vyombo hutengeneza matundu yanayostawisha kuzaa na, na kulea tundu. Wadudu mwishowe kushambulia binadamu na mifugo kujenga mazalia yaliyofichika kwa matobo. Tunatakiwa kuelewa, sio kila aina ya matilio ni rafiki. Kwa vyombo vya kukatia mboga inaweza kuwa mbao au plastiki ni rahisi kutengeneza matundu ambayo yataweka madharia ya bakteria. Kwa hivyo ni vizuri kuzingatia vitu kama aluminium, sometimes steel au chuma. Mara nyingine grass inaweza kuwa ina usalama kwa upande wetu. Kwa kujua zaidi masuala ya afya, subscribe, follow, comment, like, share. We love you, asante.